Baada ya kuchukuliwa vipimo kagundulika kwamba fanya vitendo vibaya. <laughs> Ni maumivu na uchungu usio kifani kwa mama mzazi wa watoto hawa wawili wa kiume na wa kike wenye umri wa miaka kumi na moja na kumi na tatu ambao wamefanyiwa ukatili unaomtoa machozi kila anayesikia simulizi ya mkasa huu <laughs> niingiza ndani na hata mdogo wangu na kafanyiwa hivyo hivyo. Na hapa kwa uchungu mbele ya kamera ya ITV mama mzazi anasimulia ilivyokuwa. akamwambia mama, mimi sirudi nyumbani. kwa nini? naomba niambie. basi ndio ile mtoto akaniambia, mama, eh, naomba nikikwambia, usimwambie baba, usimwambie baba, maana alinitishia hataniua. Nikamwambia, sawa mwanangu, niambie akaniambia kwamba ambia ulikuwa ukitoka, adananifanyia aniingiza ndani na, na hata mdogo wangu nakafanyiwa hivyo hivyo. Nikamwita mwanangu huyo wa pili, nikamwambia naomba niambie, nilikuwa nikitoka labda nikienda kwenye changamoto zangu ya kimaisha katika utafutaji baba wako alikuwa anakwambiaje? Hu mtoto akawa ananificha, ananificha, ikabidi nimbembeleze, nimbembeleze, hatimaye ndio akaniambia mama, kweli ulikuwa ukitoka na lala na baba. Kaambia mara ngapi? Akaniambia mara nyingi. Waswahili wanasema lisipokupata usiku basi litakupata mchana. Kwa machungu, mama anaeleza namna alivyopata taarifa za watoto wake kufanyiwa ukatili huu na mumewe, ambaye pia amezaa naye watoto wawili na ameishi naye kwa zaidi ya miaka nane. Mwanangu yule mkubwa alikuwa anamwogopa kweli, na hata alikuwa akifika, akitoka shule, yule mkubwa akawa hakai nyumbani, alikuwa akifika, anakula, anarudi shule. Yani alikuwa anamwogopa kiujumla, sa nikachukuia labda ni ile heshima, kumbe labda kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Kwa hiyo nilipokuwa nikitoka kwenda kufua, ndio hivyo anafanya, na kipindi hicho akawa amesha nitolea vitisho, kwa sababu tulikuwa tukorofusha, anambia atanichoma choma visu aniue, alafu atokomee kusikojulikana. Kwa hiyo hata ndugu zangu walivyoniambia vile, ikabidi ni nyamaze. <laughs> Mama alikuwa akitoka kama akienda kwenye biashara zake ama akisafiri, Baba ni, ananiita chumbani aniambia nzo nisaidie kunja hapa nguo, maize nitandikie na kitanda vizuri, maize nifanyie usafi kwenye chumba. Akishamaliza, nikimaliza kunja nguo, hasa naelekea kumaliza kufagia, anafunga mlango afu akishamaliza, aniambia tivua nguo na kata, lakini ananilazimisha, akishamazana nivua nguo maza ananifanyia nyuma na mbele. Akimaliza ananiambia nisije nikasema kwa mama, nikisema anaweza akamfanyia mangu kitu kibaya ama mia, aweza akaweza akaniua mimi Mwenyekiti wa mtaa anakiri kuwepo kwa tukio hili, huku majirani wakilaani vikali tukio hili. Majira saa nne nilipata tukio hili kwa kuletewa taarifa na mwenyekiti wangu wa mwenye chama kata, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kata Makoko, ndugu Robert Mugita Nyabero akiambatana na jirani wa eneo hili pamoja na mama wa watoto waliofanyiwa tukio hili, wakafika kwangu, wakanieleza. Basi mimi kama mwenyekiti, moja kwa moja tukaanza kuchukua hatua. Hiki kitendo nikiwa kama kama mzazi, mzazi kwa kwa kweli kabisa, ni kitendo cha kulaaniwa, kwa sababu kama mzazi hilo, kwa sababu hata mimi limeniuma sana kama mzazi kwa sababu limeniuma sana. Kufa, kufanya ukatili kwa watoto kama hao wadogo, tatizo moja baya sana. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limethibitisha tukio hili kwa njia ya simu. Aa, ni kweli ni kweli ee, ndugu mwanahabari, jambo hilo bado halijanifikia na bila shaka limechelewa kunifikia kwa sababu niko nje ya ofisi. E, nitalifuatilia na mara nitakapolipata basi E, dawati langu la habari e, litawasiliana nanye kwa ajili ya umma kufahamu. Ningekuwa e, ofisini au ningekuwa karibu na ofisi ningeweza kulifahamu kwa wakati.